Usitoe sadaka bila kufanya mambo haya. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakifanya makosa hale wanapotaka kumtolea Mungu sadaka na makosa haya yanasababishwa na kushindwa kuzingatia mambo haya ya msingi ambayo nimekuandalia katika video hii. Jambo la kutambua, sadaka huwa ina uwezo wa kuzungumza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 12 na mstari wa 24 imeandikwa nukuu na Yesu mjumbe wa gano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile Habili. Tunajifunza sadaka siku zote huwa ina tabia ya kuzungumza. Unapomtolea Mungu sadaka, jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, sadaka hiyo ambayo unaitoa unatakiwa utambue kuwa huwa ina uwezo wa kuzungumza mbele za Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 22 na mstari wa kwanza hadi wa tisa imeandikwa nukuu: Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu, akamwambia, Ee Ibrahimu, naye akasema mimi hapa akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendayo, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana wawili pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Basi Ibrahimu akazitoa kuni za hiyo sadaka akamtwika Isaka mwanawe, akatoa moto na kisu mkononi mwake, wakaenda wote wawili pamoja. pamoja Isaka akasema na Ibrahimu babake akinena, babangu. Naye akasema mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwanakondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali pale walipo, alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Tunajifunza maana yake, sadaka huwa ina tabia kuzungumza. Hapa tunamwona Mungu anamtokea Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu amchukue mtoto wake mwanawe wa pekee anayempenda, akamtoe sadaka. Na walipokuwa wako njiani Isaka mtoto wa Ibrahim akaanza kumuuliza babae, baba, mbona moto upo, kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Tunaanza kuona Isaka alikuwa ajua na kwamba hii ni sadaka. Alikuwa anazungumza. Tunajifunza siku zote sadaka ambayo unaitoa huwa ina tabia ya kuzungumza. Kwa hiyo ni muhimu utambue kuwa sadaka huwa ina tabia ya kuzungumza. Ni muhimu sana utambue sadaka huwa ina tabia ya kuzungumza. Kabla tuendelee na somo letu hili, napenda nikukumbushe kama wewe ndo mara yako ya kwanza kuungana nasi, basi na bado hujasubscribe basi hakikisha una subscribe, kisha una like video hii. Mungu akubariki sana. Tuendelee na somo letu zuri sana. Usitoe sadaka bila kufanya mambo haya. Jambo la kwanza, usitoe sadaka bila kuitamkia jambo. Tamka jambo ambalo unahitaji Mungu akufanyie kupitia sadaka yako. Ni muhimu ukaitamkia sadaka yako jambo. Kama unahitaji Mungu akusaidie kwenye eneo lolote lile, unaweza kuichukua ile sadaka yako ukaitamkia jambo ukamwambia Mungu kupitia sadaka hii. Nahitaji ni kuone kwenye maisha yangu, nahitaji ni kuone kwenye ndoa yangu, nahitaji ni kuone kwenye kazi yangu, nahitaji ni kuone kwenye hatima yangu. Kwa hiyo ni muhimu sana uh, kabla hujatoa sadaka ni muhimu ukaitamkia. Watu wengi sana wamekuwa wakifanya makosa wanapotaka kumtolea Mungu sadaka huwa wanamtolea Mungu kwa mazoea pasipo kutamka jambo kwenye sadaka zao, na wengine wanajikuta wanatoa sadaka, lakini hawaoni matokeo yote, kwa sababu hawajajifunza kuwa sadaka huwe na uwezo wa kutamka. Kwa hiyo kabla hujamtolea Mungu sadaka, ni muhimu sadaka yako ukaitamkia jambo. Unahitaji Mungu akusaidie nini kupitia sadaka yako? Unahitaji Mungu akuvushe kwenye eneo gani kupitia sadaka yako? Kwa hiyo ni muhimu sana kabla ya kumtolea Mungu, usipende kumtolea Mungu kwa, Kim, sadaka kimazoea usipende kumtolea Mungu sadaka kama unamtupia tu. Ni muhimu ukaitamkia jambo sadaka yako. Unahitaji Mungu akusaidie kwenye eneo gani? Unahitaji Mungu akuvushe kwenye eneo gani? Unahitaji Mungu mwone akikusaidia kwenye eneo lipi? Kwa hiyo unapokuwa mtu wa kumtolea Mungu sadaka a, kwa kuitamkia jambo utaanza kuona matokeo ya ile sadaka a, lakini jambo la pili Usitoe sadaka kwa kulazimishwa. Hili ni jambo la msingi sana. Siku zote sadaka yenye nguvu ni sadaka inayotolewa kwa hiari. Watu wengi sana wamejikuta wakitoa sadaka kwa kulazimishwa. Nataka nikwambie, sadaka ambao unaitoa ila kulazimishwa na sio kwa hiari yako, huwezi ukaona matokeo yote yale kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sadaka ambayo unaitoa ni muhimu sana kuitoa kwa hiari. Unapokwenda toa kwa, kwa moyo mkunjufu, sio kwa manunguniko. Kwa hiyo ni muhimu sana sadaka ambayo unaitoa uitoe kwa moyo uh, kwa, kwa moyo wa hiari. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya tisa na mstari wa saba imeandikwa kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Kwa hiyo sadaka yoyote ambayo inatolewa kwa moyo wa ukunjufu ni sadaka ambayo ina nguvu mbele za Mungu kwayo. Kwa hiyo ni muhimu sadaka yako unayoitoa ni muhimu itoe kwa moyo wa ukunjufu na si wa kulazimishwa. Watu wengi sana hawaoni matokeo kwenye maisha yao japokuwa ili hali wanatoa sadaka lakini hawaoni matokeo yote, kwa sababu sadaka wanazozitoa wanakuwa nazitoa kwa kulazimishwa. Sadaka ambayo unaitoa kwa kulazimishwa ni sadaka ambayo huwezi kaleta matokeo yote kwenye maisha yako, ni sadaka ambayo huwezi kuona kabisa matokeo yote kwenye maisha yako. Kwa hiyo, lakini ile sadaka ambayo unakuwa unatoa kwa moyo mkunjufu na kwa moyo wa kupenda, sadaka hiyo huwa ina nguvu kabisa mbele za Mungu, na sadaka hiyo Mungu anaipenda. Ndio maana Mungu, Mungu anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni, wala si kwa lazima. Si kwa lazima, Mungu anaimiza kabisa, si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Siku zote Mungu anampenda mtu ambaye anakuwa anatoa kwa moyo wa ukunjufu, maana yake kwa moyo wa kupendwa, kwa moyo wa kupenda, wala si kwa moyo wa kulazimishwa. Lakini jambo la tatu Toa sadaka kulingana na uwezo wako. Hili ni jambo la msingi sana ambalo natakiwa litambue. Toa sadaka kulingana na uwezo wako. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 8 na mstari wa 12 imeandikwa nukuu, maana kama nia ipo hukubalika. Maana kama nia ipo hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Kwa hiyo usitoe matoleo ambayo yanaweka familia yako au fedha yako hatarini bila lazima. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua jambo hili, toa sadaka kulingana na uwezo wako. Toa sadaka kulingana na uwezo wako. Usitoe sadaka baadaye ukaanza kunungunika, ah, mbona nimetoa sadaka kubwa? No, toa sadaka kulingana na uwezo wako. Lakini jambo la nne Usimtolee Mungu masalia bali toa kutoka kwenye matunda ya kwanza na yaliyo bora. Ni muhimu sana kumtolea Mungu, uh, kumtolea Mungu sadaka uh, ya kwanza na iliyo bora. Ni muhimu sana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali tatu na mstari wa tisa imeandikwa mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Kwa hiyo ni muhimu sana umtolee Mungu kilichonona na wala sio masalia. Watu wengi sana wamejikuta wakifanya kosa hili, wengine wanajikuta wanamtolea Mungu masalia, anaona kitu kimebakia, anaamua kukitoa kama sadaka. Jambo hili haliwezi kuleta matokeo yote kwenye maisha yako. Utakuwa unapoteza tu muda. Kwa hiyo ni muhimu sana umtolee Mungu uh, umtolee Mungu kilicho bora kabisa na wala sio masalia. Lakini jambo la tano hakikisha unatoa sadaka yako kwenye madhabahu sahihi. Ni muhimu sana kuitoa sadaka yako kwenye madhabahu sahihi. Watu wengi wamekuwa wakifanya makosa, na wengi wamekuwa hawaoni mafanikio wala matokeo ya sadaka wanazozitoa kwa sababu sadaka hizo wanazitoa kwenye madhabahu ambazo sio sahihi. Ili uweze kuona matokeo kwenye maisha yako, ni muhimu sana sadaka unaitoa uitoe mahali sahihi uitoe kwenye madhabahu sahihi, madhabahu ya Mungu. Na unapotoa kwenye madhabahu ya Mungu, basi utaona matokeo makubwa kabisa kwenye maisha yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza, lakini kama umejifunza, naomba comment chini, andika nimejifunza zaidi, lakini pia like video hii, kisha share video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akubariki sana, tukutane kipindi kijacho. Nakupenda sana.